Ukitaka kujua shetani na kutumia vibaya. Sasa unaanza kufight your brothers and your sisters. Ni hela tu upige watu wa nje. Lakini ukienda kwa familia, hapo shetani anakupeleka pabaya. Kasha kwa shetani anaanza kupeleka sasa pabaya. Hadi kuna sehemu. Sasa nani anapinga hata hata serikali ulikuwa better. Lakini maana umeingia Jubilee. Atiby mulima hiyo unasema hataina umaarufu hati hiyo ni nini hiyo? ni, ni, ni, ni tiketi ya, ya government. Apo Gashagu umepotea, Gashagu unakuaa mtu akutenganisha kila mahali kene mzima mulima, mulima umeanza kutenganisha <laughs> ni juzi umetuambia serikali yaifanyi kazi, tutoe serikali ni wewe ndio utaunda serikali kuwe sawa itatue shida za wananchi. Leo umekuja tena unaanza kusema jubilii, hapana jubilii si chama, haina umaarufu gashaka. Mimi nakurekebisha vizuri hapo, umefika kama umefika sasa kupiga jubilii vita, gashaka, pepo anakuelekeza pabaya. Maneno ni chafu, matamshi ni chafu, mienendo ni chafu, kila kitu ni chafu. Tutakukemea sasa kama shetani Kenya sana sisi tunajua uheshimu pati zingine kama hiyo pati yako, usione uzione. Dorikas Community Party kama ni pati mzii, iko sawa kuliko zile zingine zingine. Heshimu pati zingine, uheshimu pati yako, kama unaona zingine hazifai kwenda Community Meisha Party kwako <laughs>